Mtazamaji, viongozi wa kisiasa ambao pia ni wandani wa serikali ya Kenya Kwanza wameisuta mrengo wa upinzani kwa kuendesha siasa za ukabila na migawanyiko, wakitoa wito sasa kwa Wakenya kukoma kuwasikiliza wanasiasa hawa ambao wanawataja kwamba wamekuwa wanaendesha siasa za ukabila humu nchini. Anatufungulia na taarifa zetu za jioni mwanahabari wetu Thadeus Ochie. Wandugu wetu viongozi hawa wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge la taifa Kimani Ichungwa, gavana wa Bungoma Ken Lusaka pamoja na baadhi ya wabunge wandani wa serikali, wameusuta upinzani kwa kuwa na lengo la kuwagawanya wakenya kupitia siasa za ukabila. Wale wengine wakiingiza wananchi kwa siasa ya uchochezi, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya watu, wakiona tumekuja Bungoma wanasema hatufai kuka, kuja Bungoma. Ati mimi nimengekaa mulima Kenya sababu huko ndio iko mlima. Sasa hii safari ndio ya kwenda mbele, na sisi watu ya Bungoma lazima tupige hesabu vile tulipiga last time, ili tukue kwa serikali langa. Lakini tuk a mama wakati mmoja alikuja sehemu moja moja, function moja national, I think kule Tanzania, akaambia jamii ya Waluya, ati nyinyi hamuna shares katika serikali, ati nyinyi hamtakikani kupata kitu kwa serikali. Akasema papa wa Roma atolewe speaker. Hata angekuja kuchenga toilet, pengine tungemkumbuka amewahi yeah, kufika hapa. Viongozi hawa ambao hivi punde wamekuwa wakimulikwa kwa kuendesha michango katika hafla za harambee, wametetea hatua wa yao ya changisho wakidai na lenga kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wanaboreka zaidi. Mimi najua yeah, ya ya ile pesa ambayo tunatoa hapa leo, labda kuna mama ana biashara yake kidogo kidogo, hiyo pesa akipata itamsaidia kuinua biashara yake, ndio aweze kusaidia familia yake. Kila kiongozi amekuja hapa, amekuja kuhakikisha kwamba wewe wa chini umeinuliwa juu. Hata hivyo, mbunge wa Kandui wakili John Makali ametaja hatua ya idara ya mahakama tisha baadhi ya majukumu ya bunge la taifa inaadhiri utendakazi wa vitengo vingine vya serikali. Ni kile kitu ambacho mimi najua ni kuwa nyinyi wote pia muna exercise power on behalf of the people of Kenya. Tunataka kuomba kwa ya kwamba muache judicial overreach. Hatutaki kuona amri zikitoka katika mahakama zetu zikikataza vitengo vingine vya serikali kama bunge kuweza kutoza kuweza kufanya kazi yake mahakama haiwezi simamisha bunge kuweze kutekeleza majukumu yake kama bunge. Mahakama haiwezi sema nyinyi mwende mfanye vetting, lakini msiende msiwe, hii ni wale watu wa IBC, kwa sababu tunahitaji IEBC katika Kenya. Hiyo sasa tunataka kuomba mahakama zetu, tafadhali tafadhali. Let us have a parity of arms, respect other institutions. Nikiripotia West TV kutoka eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma.